Yake, ana madhaifu yake, mm. Oa, au olewa na mtu ambaye unahisi madhaifu yake unaweza ukayavumilia. Sijui, unaelewa? Sisi wote tuna mapungufu, sindio? Lakini angalia mtu mwenye mapungufu ambao unaweza ukayavumilia kwa mfano, umeolewa labda na mtu, uh, labda anakunywa pombe, sindio? Mm. Unaona kabisa mimi, mimi, mimi, mimi, ili swala la huyu mwanaume kunywa pombe siwezi kabisa kulivumilia. Umeelewa? Tafuta mtu ambaye unajua kabisa mimi vitu vyake naweza kuvivumilia. Kama utamvumilia kunywa kwake kwa pombe is okay, no problem. Unaolewa naye. Kwamba hata kama kesho na kesho kutwa akilewa usije kusema kwamba ah, mimi kwa kweli siwezi. Umeelewa? Hapana. Kwa hiyo unatakiwa utafute mtu ambaye mnaweza mkana nii kuvumiliana.